Yo. Yo, yo, yo. Hip-hop. Eh. Yo. Kwa majina mi stadaboni na mchana tozi, mikono iko mfukoni na flow kwa flow mpaka nitamtesa. Mi na chana huyu tozi ananesa nesa nesa namuona kwanza siyo mwanaharakati japo amevaa kaki alafu shati. Yo, huyu kwanza nyoka wa kipusa sole, unaweza chana bila mtu kumgusa. Airuhusu, ningekuwa mgambo ama astari, ningekufungia mpaka maabusu. unaniona vizuri kuetolu kwenye flow kwangu fupi kama kisuli, wewe kwanza unakiwewe na kubeba kama sungula, mimi ndo mwewe na kupeleka mpaka juu ya mti. Ona nesa, nesa kwenye flow mina skuti pati nzuri, wote chini tuna mabuti, ila kwenye flow na kuwacha mbari ruti. Usije kwenye flow kadigeza kama tonge kwangu, mimi nitakumeza kwa jicho moja cheki na kukonyeza na, na kukili na kutia ndani ya jeneza. Bwana mdogo unaonekana kabisa, auna toto na hapo ulipo tayari umepita msoto, changamoto nyumbani kwenu tayari ni joto, auna hata hela ya feni kunua msoto, mdem wanasema hauna gadem, tayari unagongaga mpaka mashemu ukishinda elfu hamsini nitakupa buku. Bwa mdogo unaonekana unakiswali kama Zuchu Zuchu, leo kesho nanunua supu. Alafu mi mwenyewe sina nguvu ya buku, mpaka nimetumia nauli kufika huku. Utaniambia nini wewe dogo, kama zuchu na kuzunguka kwanza, kama nakujua nakukumbuka, alafu kama na kuona na kukutuka, alafu asubuhi ya afla na kulupuka kulupuka Sekunde ishirini ndizo zimebaki, nataka nikuchane bwa mdogo kama fataki. Kwa mistari uwezi kunipata, upate wapi? Maana mimi mwenyewe nishachana mashati mashati. Unasemaje kusuhili shati? Akati menunua bei gani? Kala ya laki. Uwezi kunipata bwana mdogo, misamaki. Nateleza kama vile ni hadi mi alakati, alakati, alakati. Umevaa sendo au nini? Unaonekana unapenda vipini. Oh yeah, niko na Study Alone na Bobo MC. Study Alone all the way from Temeke. Bobo anawakilisha Ukonga Pugu huko the MC with the mic. Mimi okay, uh, nilichokiona ni kwamba wote wanafikra sawa kwenye kupata mstari wa mstari unaofuata. Yeah. Yaani kwamba huu, um, mstari una kina na unaofuata pia utakuwa una kina, hapo wote wako sawa. They they know how to freestyle. Yeah, they know how how to to freestyle. freestyle. Yeah. Sasa tunaangalia kwenye bato. Yes. Kwenye bato huyu anaitwa Bobo. Yule huyu anaitwa Study Study Alone. Study Alone. Yeah. Bobo ame freestyle zaidi lakini Study Alone ame bato zaidi. Okay. Kwa hiyo mimi hii round nitampa Study Alone. All all right, all right, right, right. P, na, I mean, monthly. Yeah. <coughs> Uh, alicho kisema pia, pia mimi ndio ambacho naungana nacho. Kuna ku freestyle na kuna ku freestyle battle. Alafu kuna ile unachana unamchana mtu kitu general ambapo hata ukija wewe nitakuchana hicho hicho, akija Kado Kitengo nitamchana hicho hicho, akija Weremula nitamchana hicho hicho. Lakini kuna kitu naona ukachana specific ni yeye. Kwa hiyo wow, hicho mimi kwenye hapo nitampa kura Study Alone. Study Alone. Songa. Mimi nilikuwa na mawazo tofauti kidogo na, na majaji wenzangu. Kwa upande wangu mimi nimeona uh, Study Alone amefanya vizuri, ameshambulia sana, lakini nani, Bobo amekuwa na energy nzuri, amekuwa na style nzuri, lakini amekuwa anacheza pia na mashabiki kwa hiyo kuna pointi flani ambazo huyu amemshambulia katika katika punch lines na mistari ya kumkandamiza, lakini huku na sehemu pointi flani amezichukua kutoka kwa huyu. Kwa hiyo ingekuwa mimi kwa upande wangu nimeona kama imetoka ngoma draw, ningependa kuona wangepata raundi nyingine. Lakini ndio vile majaji wengine washanzidi point, kwa hiyo jamaa atakuwa amechukua, lakini huku jamaa anaweza aaweza kwenye mambo yeah, lakini amefanya vizuri pia, big up kwake. All right. Yeah. Shout out to you Bobo MC. Kuna nafasi pia ya best loser Bobo MC. So usikate yeah kabisa, endelea kujipanga you never know. Labda utarudishwa na ukaendelea na mtanange au vipi? So usikate kabisa. Keep keep your vibe. Keep your your vibe, vibe. Au sio?